Kwa sababu mawaidha yamesha semwa, sisemi pia kule. Jana tulizungumza na Dr. Sule na leo alitutembelea na ahadi yake ilikuwa aje na hapa, nikamwambia kwanza tuanze msikitini, uongee na Waislamu. Kashaongea aloongea kama koti ya taaliki khutba, Allah mlipe naye <coughs> lakini kwa sababu mambo ni kwa kupangwa, hakuafikiwa kufika hapa lakini inshallah siku nyingine atafika na tutapata faida zake. Alotangulia ndio kishatangulia. Swala la tatu, swala la tatu, swala la tatu, tatu mawaidha yashasemwa leo. Ni kauli taarifa, iko hadithi moja hiyo inasema hivi Arruya min Allahi, ndoto zinatoka kwa Allah. Waman raa minkum arruya yuhibbuha, atakayeota ndoto nzuri falyahmadillah aombe dua kumshukuru Mwenyezi Mungu, waliyasalillahi tahqiqaha, na muombe Allah ithibitishwe, itapita. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-ru'ya. wa man ra'a minkum ar-ru'ya yakrahuha fali yasta'id billah, na yule ambaye Ataota ndoto mbaya ateme mate kushoto mara tatu, aombe dua Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ar-ru'ya. Wa mwanzo naomba mini anze kuomba Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ar-ru'ya tu tu tu, fainnaha la tadhoru, basi hiyo ndoto haito mdhuru mimi nimeota ndoto na ndoto ile, bwana niiseme pake ndoto. Zina mambo ndoto, zina tafasiri, zina sharti ya kutafsiri, sio kutafsiri tafsiri tu. Na hapa nikumbushe kwenye ndoto, ndoto si elimu tu. Ah, ah. elimu hiyo yu iko wapi ya kufasiri ndoto? ndoto ni adli, ni kipawa. Mungu akupe, ndo maana salafu na saleh walopita, wajawema walopita, wako walikuwa wanajua kufasiri ndoto kuliko walimu wao. Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alaihi alikuwa anajua kufasiri ndoto, shekhe lake hajui Siku moja anamwambia shekhe wake inna allaha allamani ilma ta'bir ayuha shaykh ma sha'anuka, wa ma asabaka araka ma'muman ma wa ma ra'aytu hadhihi alhalatu minka qatun, na kuona ni mutawasira lahzani, una nini? Akawambia nimeona ndoto afsaatni imembabaisha Abia basi mimi mwanafunzi najua kufasiri ndoto, sasa nieleze, nimwagike. fa hadhihi ruya khairun lana au sharru liadaina, pengine ni salama yetu au ni hatari kwa maadui yetu, nieleze. Ndo shekhe, kama yule alimuota dahariu, aliota ngurue, aliota matawi, aliota nini aliota. Imam Abu Hanifa akaikagua ile ndoto, hilo la kwanza, ibn sirini Imamu Malik Imamu Darul Hijra wanasema, pazia la kwanza, pazia la pili, ukitoka kwa Malik, maliki ibn Anas, pazia la tatu, unaenda nyumbani kwa Mtume Muhammad. <coughs> Imamu Malik asom jua, ndio yule shekhe ambaye amemsomesha Imamu Shafii rahmatullahi alaihi. Na Imamu Malik ni yule aliyosema man araba, man arada ilmu nafisa, anayetaka elimu ya sawa aende kwa Shafi, na Shafi asema hadhihi kul min Maliki, haya yote. Huyu imamu Shafi ninayemtaja mimi, imamu Maliki ninayemtaja mimi ni watu. Walimwambia imamu Shafi, ulivyokuwa mzuri wa lugha wewe, make biduni ashara sinini chini ya miaka kumi, kasha kunywa balaka, sarfa, ishtiqaqi, mantiki, sijui kitu gani, vyote alikuwa anatisha watu. Wakaambia ulivyosoma ungepata elimu ya sheria. Akauliza ila, man taqsudu shafi, mimi mnakusudia nsomeshwe na nani? Akambia imamu darulhijra, kasome kwa Malik ibn Anas. Kwa hiyo anajua lakini, aliota ndoto, imamu Malik hakujua kuikagua asema Ibnu Sirin, anikagulie ndoto yangu. She, she Abdallah, imam Malik ajui kufasiri ndoto. Mi na wewe tunajua hatari hatari, tz hii ndo tz <laughs> akamwambia, mwana, mimi nimemwota malakul mauti kaja akaniambia, Maliki hesabu moja mbili tano, taonana inshallah Hivoamka, kafazai kaambia shekhe, ile tano maake, baada ya dakika tano naondoka, baada ya miaka mitano kama swasi. Akamfasiria ndoto. Aa, usiogope hiyo tano, si ndio yale mambo matano katika kule katika sura Luqman, indahu ilmu saa yunzil ghaith wa ya'lam ma fi al-arham wa ma, usiogope au kiambia kumbe, kafasiriwa, kafasiriwa. Sasa katika kufasiri ndoto kuna jambo moja eh? Kwanza ni ilhamati ni takrima kutoka kwa Allah, ni e katika karamata Allah akupe. Japo wanachuoni viko vitabu vya njozi wameandika, ukifanya hivi, ukifanya hivi, ukifanya hivyo, lakini si lazima sana sau, ndoto zinakuja kwa njia nyingi. Ndio maana mitume wengi hawakufasiri ndoto adilla

Yale liloota zamani, tafsiri yake ndio hii, ni kwamba mzee Yakubu hakuweza kumfasiria Saina Yusuf ile ndoto. Yeye ndo Allah alimjalia mfasiri wa ndoto. Baba hakujua tafasiri ile ya ndoto, kwa hiyo pia Allah katika rehema zake alimpa nabii Yusuf. Sasa kuna kitu tulikisoma pale kwa nabii Yusuf, ndoto ina sharti, ikifasiriwa, ikifasiriwa, e ya wakweli Sawa, ukisema tu lazima itathubutu. Alipoingia kule gerezani, wadakhala mahu fi sijni fatayani, ndio hivyo eh? Vijana wale wawili wakamfuata Nabii Yusuf wakamwambia bwana, tuna mambo yetu, tuelezee tutafsirie, inna naraka min almuhsinin hey, wa innahu la min almuhsinin. Tumeota ndoto, aya ndoto yako Ah, bwana mi nimeota natengeneza juisi sijui nini sijui nini nini. Akamfasiria wajuisi, akamwambia bwana, we kesi huna, utarudi kazini, mambo yatakuwa mazuri, utaongezewa cheo. Yule wa pili akasema, sasa ndoto yake cha mtoto, mimi nimeota nimebeba mikate kabisa, sio juisi, mikate, alafu ndege wanakuja wanadonyoa donyoa, eh. Naona vitu hivyo haya mimi Hebu niambie ndoto yangu. Akajua inakuja vizuri, akaambia we utanyongwa utasulubiwa. Ha, ambia, ambia ndio alivyowaeleza vile, wakaogopa. Akaambia nilikudanganya hata sijaota hivyo <laughs> sija ambia kuvia labu ile ilemi kuikagua ndoto ndo ishapita. Ndugu yangu, hata kama umedanganya ishapita hiyo. Sasa naye kwangu kwa sababu nishaomba dua, acha tu niseme maake, ndoto mbaya azisemu zinapita. Ndoto yangu nilivyoitizama ilikuwa inanionesha kama mwaka huu na kufa, sawa eh? Nami mfasiri wa ndoto mdogo mdogo, ndoto yangu imenionyesha kama mwaka huu, ila aina ila rabbika yawma idhin al-masaq. Umefahamiana vizuri eh? ni ndoto kubwa. Kuna shekhe mkubwa hata simtaji, lakini aliniradi kidogo, lakini kwa sababu tunadhaniana vizuri, alikuwa ananipendelea kheri. Lakini shekhe huyu Allah amemchukua mbele ya haki, Kafa. siku nyingine nikitajiwa nikitakiwa, nimtaje, nitamtaja. Imetokea, e, usiku niliumwa kichwa, awal marra, sijai kuumwa vile, sudaun shadidun. Basi usiku ule nkaamka nkashehedusha, hali ikawa mbaya sana. Basi kupitia kichwa kile nikamwota shekhe yule. Kamuota shekhe yule. Nilipomuota shekhe yule nikamuuliza, mwisho mwisho, ilichanganyikana na ushepwani kidogo, nikamwambia Shekhe, sasa wewe umekufa, hebu nieleze Shekhe, maana hayo mambo yote ni ghaibu. Ile ulivyokufa kweli, malakul mauti ulimuona kweli? Uliona vile vitu vyote akamwambia shekhe, ni kweli kabisa ni kweli kabisa eh, eh. Nikambia barabara. Nikaambia sasa shekhe, nieleze we, uko wapi hmm? Wewe uko peponi? Akaambia alhamdulillah hmm? Eh, shekhe akanambia mimi niko peponi, tuko sehemu nzuri, hakuna mashaka. Kuna mwanachuoni wetu pia simtaji ambaye ni mudiri wetu katika taasisi yetu, walimu wetu wamesoma kwake, mwanachuoni mkubwa sana. Nikamuuliza na shekhe, akanambia na shekhe tuko naye kule, na shekhe tuko naye kule. Akanithibitishia shekhe ndani ya ndoto ile, wallahi wa billahi watallah yuko kule. Kisha ndoto kama ile tukajikuta shekhe yule nikamwacha, kakimbilia umra. Nilipofika kule umra nikakutana na Shekh Abdurrahmani Sudais, nilivyokutana naye kule tukafanya umra, kisha tukasema sasa, shekhe, sisi wacha tuondoke mbio twende Tanzania mara moja na basi sasa hivi tunarudi ili tufanye na hija kubwa eh, ili tuone watu mbalimbali mbali. Kwa hiyo ikawa azma yetu nikiwa na vijana wangu hapa kwamba twende mara moja, afu turudi, kila mmoja apande basi. Ilikuwa kama haionekani mbali sana. Sasa mwaka huu nilitiania sana kwenda hija na mambo i yale yale, saa nyingine dua zapita kusema jambo kwa mashara nilisemaga inshallah, right. nikienda na jazba zimo, nifie huko huko, nilishawahi kusema hivyo. Mwambie siwache tena. Mwambie siwache huyo. Mwambie maneno ya Kizungu, mwambie think before doing. Wazungu anasemaga wa ugaraherifuuoa <laughs> a heri furura heri ndo hedi hiyo, neno kali sana hilo, taliona kwenye komenti umeshafahamiana vizuri eh? Kwa hiyo kupitia jambo lile sasa baadaye nkamaliza ndoto kama zile, baadhi ya sehemu sizimalizi. Kwa hiyo ndoto hasa za muumini zinakuwa kweli kwa kweli ha. natokea ni yote ndoto zile. Kuna baadhi ya ishara ishara fulani nazipata, lakini wenye kutia moyo, asema ukishaona ta ishara za kufa ndo utaishi ndio utaishi. Sasa lengo la kuleta haya ni nini? Ni hivi, Sheikh Saimu yeye ndo refali wetu. Kuna baadhi ya mipango, kama itakaa vizuri, basi mwaka huu tutaondoka naye kule hija, lakini kama mambo hayajakaa uzuri, hatuna jinsi, hatuwezi kwenda <coughs> na kama hatutoenda, taarifa ni hii, Juni tarehe saba, insha Allah, itakuwa Idi kubwa mwezi wa sita itakuwa itakuwa idi ludhiya yauma idhahi nas. Kama tutakwenda Maka Allah shatuandikia, basi ratiba hii haina haja. Lakini kama hatutoenda, basi tutakwenda Tanga na msafara mkubwa kuliko ulioenda juzi. Lakini tukienda Tanga safari hii tutaenda kufanya visomo vya live kwa watu wote, karibia mkoa mzima huo wa Tanga. Kwa hiyo tuna ehda amraini, pengine tukaanza kabla ya Idi siku kumi mbele, tukashughulikia watu mpaka siku ya Idi na hilo ndo litakuwa sawabu <coughs> ama baada ya Idi, lakini hasa kilichokuwa sawabu siku kumi kabla ya Idi na natija yake watu waliokuwa kuebusatu watakayejisikia kwenda na aende, kwa sababu tutatembelea ikulu safarii. Nasema hivi kule kuna ikulu ndogo eh? Tutatembelea, kuna sehemu inaitwa viu. Tutaanza sehemu hizo kutembelea, ni sehemu kule ukifika eh? waona mountain Kilimanjaro ile na unashuka pale na mambo ya maparachuti, ni utalii, haikatazi katika mambo ya dini. Tutafika sehemu inaitwa Minazini, Tanga baridi, lakini sehemu hiyo joto, sehemu hiyo joto. Tutaenda Mlola, tutaenda Mlalo, eh? Tutaenda kila kona, lakini pia tutafanya visomo sana kwa sababu usafiri tunao, maneno tunayo, mashehe tunayo, tunayo. Kwa nini tusiwatembelee waislamu tukafanya dawa A, angalau kama tutakufa kweli basi tumemalizia malizia kufanya dawa sehemu kama hizo, lakini tutafanya pia tiba sana, tutafanya tiba, watu watasomewa sana fauka alkiasi. Kwa hiyo tunasema siku kumi kabla ya Idi, yule ambaye yuko tayari basi aanze kujikoki, kule ni koti lake tu, kule ni koki lake, ni koti lake na tushajenga kule, hatutokaa hotelini wala wapi. Eh, kule kazi yetu ni kufanya dawa, nakula nakulala, nakula na kulala. Kwa hiyo niombeeni Mungu, alhamdulillah, niombeeni Mungu, kama safari imefika basi ije vizuri, na kama haijafika basi irefuke refuke, insha Allah. Kwa hiyo jibu busatulijalo, atatuambia shekhe, atatuambia shekhe Saimu kwamba safari ipo basi, hmm. Ananong'oneza kama safari ipo, lakini busatulijalo tutaelezana hayo inshallah. na mwisho, saa kumi dakika kumi na mbili, tunaomba tuswali lakini mbele yetu kuna dawa za maradhi baridi, mbele yetu kuna maradhi ya arthritis, maradhi ya mifupa, kuna maradhi ya bawasiri, madonda ya tumbo, mashekuani, maradhi ya sukari, maradhi mabaya ya arthritis, na maradhi ya kidney, figo, na maradhi mengi ya aina mbalimbali. Dawa zake zipo, tunazo. Tutafute kwa namba hizi hapa insha Allah, kwa huduma ya dawa na visomo na dua na ushauri mbalimbali na ushauri mbalimbali. Tuwashukuru ndugu zetu wa habari, mwenyezi Mungu awalipe badali kwa kazi wanaoifanya kwa kazi wanaoifanya. Kwa kweli ni kazi nzuri, ni kazi nzuri inshaallah. Kwa kuarifisha tu, leo busat wajumba zetu wametembelea, Aisha Jafari ametembelea, amezungumza kidogo, she Haidar amezungumza na she Abdullah ibn Uthmani, lakini pia upande wa kameramans kama wote wapo lakini maamiri wetu watatu, ukianza na Shekh Saimu mwenyewe, kisha Sheikh Omar Bakari pamoja na Sheikh Abdallah Matotora, lakini pia Imamu Shekh Ali Chande yupo na wengine wengi. Kwa subira yenu hali ya hii shiddatul harara, joto hii, Allah akupeni badala insha allah. Baada ya kuyasema hayo Leo nina mafua nina mafua na, na yamekuja ghafla. Na mara nyingi watu katika media huona kama mimi jambo la mafua linanisumbua sana ah, ah, naweza kukata miezi sita sijapata mafua. Inawezekana kuna mtu kanikolea mbele yangu, kanipigia chafya akaniambukiza mafua. Kuna kitu kilikuwa kinasubiriwa ile historia